Wataalam watakaotoa mada, ninaona ipo haja ya kuuambia mkutano huu ili tuweze kujifunza na kufahamu kutoka nchi nyingine barani Afrika wanavyofanya biashara hii ya kaboni, na kuona namna wenzetu wanavyokabiliana na changamoto zinazojitokeza. Bila shaka hii itasaidia kuwasili maarifa na hivyo kuboresha utendaji wetu katika biashara hii. Na kituo cha Taifa cha ufuatiliaji wa kaboni kina nafasi nzuri ya kuwezesha jambo hili. Ninaona udhaifu katika uratibu wa biashara ya kaboni, kama ambavyo amelisisitiza Bi Margaret Barihait. Kwa kuwa biashara ya kaboni inahusisha wadau wengi, ni muhimu kuwepo kwa uratibu madhubuti na ni vema Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Makamu wa Rais, Mwanasheria Mkuu wa Serikali pande zote mbili za Muungano na Serikali za mikoa zikutane kwa ajili ya kupitia uzoefu tuliojikusanyia hadi sasa na kujadili na kupata mwelekeo wa pamoja katika uendeshaji wa biashara hii ya kaboni na kurekebisha kasoro zilizopo hivi sasa. Ninapenda kusisitiza taasisi na mashirika kujiwekea na kutekeleza mipango ya kutumia vifaa vyenye matumizi kidogo ya umeme na kuhamia kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Na hapa nataka kupeleka ujumbe kwa kuwa wakuu wa mikoa mpo, na nyinyi ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika mikoa, lakini vilevile vile kupitia kwako kwa mheshimiwa waziri wa nchi pande zote mbili za muungano ni muhima, ni muhimu pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianze hatua ya kuelekea kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Ni muhimu pia taasisi na mashirika yawe na vitengo vya mazingira. Nimewaona hapa mmesimama, lakini viimarishwe na vitengewe bajeti za utekelezaji wa miradi au shughuli za kuhifadhi mazingira, ikiwemo utoaji wa corporate social responsibility. Na ili kuhamasisha taasisi na mashirika, tumefanya uamuzi, ofisi ya makamu wa rais itaanza kutoa tuzo wakati wa kilele cha siku ya mazingira duniani kuanzia mwaka huu kwa taasisi na mashirika yatakayobainika yamefanya vizuri sana katika uhifadhi wa mazingira. Uwepo wa taasisi ya kusimamia na kuratibu kaboni kisheria utaleta manufaa yafuatayo: kwanza kutoa fursa kwa nchi kushiriki kwenye masoko ya kaboni ya kimataifa na kuchochea uwekezaji katika sekta zingine, lakini pia itasaidia kuongeza pato la taifa. Pili, kuimarisha usimamizi endelevu wa mazingira kwa kulinda mazingira dhidi ya madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabianchi kwa kuweka mifumo thabiti ya kusimamia na kufuatilia masuala ya gesi joto na tatu, kuimarisha ushirikiano na taasisi, mashirika na sekta binafsi katika kuibua fursa za uwekezaji za biashara ya kaboni nchini. Kwa kutambua kituo hiki kisheria, sasa kitakuwa na uwezo wa kuingia mikataba mbalimbali yenye mbali kuleta faida kwa nchi yetu bila kipingamizi cha kisheria ni lazima kuanzia sasa NSMC ibadilike na ionyeshe kwa uharaka utofauti wa utekelezaji wa majukumu yake.